Nafahamu sasa hivi tunaenda na katibu wetu hapa wa chama, ametangaza chama chetu kimetoa fursa ya kuchukua watu fomu. Sasa ni fursa nzuri muhimu, lakini isitutengenezee uadui. Isifike mahala mkagombana, kila mtu anataka udiwani kama vile ukiukosa udiwani utakufa. Ukimwona diwani kama huyu kafanya kazi njema, mpe nguvu, muongezee mawazo ili aendelee kufanya kazi vizuri zaidi. Ukimwona diwani amekaa mahala amechoka, Hakuna anachokifanya. Mwambie ndugu yangu kwa hali ninavyoiona hivi. Mm. Kweli tuko kwenye chama kimoja, lakini umeshindwa kufanya hiki, umeshindwa kufanya hiki, umeshindwa kufanya hiki. Tena namwambia kwa upendo kabisa. Ebu, ndugu yangu, sasa usije kapata aibu. Staafu basi. Au jipe kalikizo, kaa kidogo pembeni, achia wenzako, Alafu na wewe baada ya miaka mitano utakuja kujifunza. Unajua, ukisha staafu unakuwa na akili nyingi sana pia, unaona magepu yote. Uchaguzi huu usitutengenezee uadui, ukatuunganishe zaidi, ukatufanya tukawe na upendo zaidi. mimela yangu kwenu ni moja tu, wale ambao mtapata nafasi, tusikubali rushwa ituchagulie viongozi. Tutakapofika hatua ya kukubali rushwa ituchagulie viongozi, si tu kwamba tutakosa viongozi bora, bali tutapanda mbegu ya kunyima uzao wetu kushiriki katika nafasi ya maamuzi kwa kupitia nafasi ya kuchaguliwa. Hapa ndacho mtu anavuna. Mimi nawaambia siku zote, rushwa haina urafiki na mafanikio. Rushwa ni kansa. Unakaribisha jambo la hatari. Usikubali mpaka usubiri TAKUKURU wa kutishi ndio uache kutoa au kupokea rushwa. Hapana. Ndani ya moyo wako uikane. Na wewe mwenyewe useme kwamba kama ni kwa kuonga ndio nipate nafasi, basi Mungu atanipa nafasi. Mimi maisha yangu yote huwa nayaona kama sehemu ya mfano. Kwa hiyo niwaombe hata wananchi, mwaka huu wa uchaguzi, tusiruhusu rushwa. Iwe ndio kigezo cha kumchagua kiongozi. Akishakuonga mtu, hata barabara isipojengwa ukipiga kelele unapoteza tu muda. Ushakula yala wewe ya barabara.